Ni vichakani Pokot na Turukana, wenyeji bado hawajarauka. Ujanja hapa ni ule wa kutagua kitendawili cha chovya chovya la uzazi, katika wa eneo ambalo wanajifungua idadi kubwa ya watoto na nje ni ule utajiri wao, mifugo ni saa kumi na moja asubuhi katika eneo hili la Pokot. Ndani ya chumba hiki ni wake wenza watatu, wote wameolewa na mwanamume mmoja. Ni wanawake ambao wapo chini ya umri wa miaka ishirini. Unapoangalia upande huu ni mama na wanawe wawili, safari yake ya kujifungua bado haijakwama, kisha mke mwenza ambaye kwa hivi sasa mwanawe amelala na bado anasubiri kupata mwingine, na mke mwenza wake akiwa na wanao watatu na safari yao wanasema bado. Ndivyo hali ya maisha ilivyo katika eneo hili la Pokot. Kina mama wanaanza kujifungua wakiwa katika umri wa miaka kumi na mitano na hadi pale watakapofikisha kikumu cha kujifungua na katika nyumba hii ya pili ni mme wao mzee Lurian. Hapa nimefanikiwa kumpata na mke wake wanne. Sasa wale wenye wako huko ni kuna mke wa kwanza huko na mwingine mwanafata na sasa mwingine, alafu huyu watatu huyu uh, ni wa mwisho. Kuna wenyanafata huko wako ine wako ine wote. Sasa ukiona hapa, hapa hapa mbele hapa kuna, kuna nini nyumba nini na mbuzi na hapa mbele kuna ng'ombe hapa karibu na, na kwa hiyo wanawake ng'ombe sasa inapeana. Kama huyu sasa alipeana ng'ombe tisa na mbuzi ishirini na nne na wale wengine hivyo hivyo tu. Sasa hii mzee ametumia, ametumia nini mingi sana mali kutoa wanawake mfunguni, ni ile mali yao inawapangiwa watoto, na wanaporauka tunagundua tayari ana watoto kumi. Hapa tunafahamishwa kuoa wanawake wengi ndio mbinu ya kupanga uzazi. Leieni si eti wana sana pamoja, eh, wana sana moja mwingine, siku ingine, mwaka mwingine, si safari moja wote. Kutoka kwa idadi hii kubwa ya wanawake anatarajia kupata watoto zaidi ya ishirini. Itategemea sasa, mama akitaka kuzaa kumi azae kumi wote ni maana sana kwa sisi tuwe watu wengi ili kusaidiana, kwa vita lazima wao wengi. Na kutoka maeneo haya takwe, tunaelekea katika kijiji hiki, eneo la Ortum. Mikono ya mkunga Tokila haipumziki saa baada ya nyingine, kina mama wanajifungua. Kwake ni adui mkubwa wa upangaji uzazi na pindi anapogundua wanawake wamepewa dawa za upangaji uzazi, atahakikisha hazina nguvu tena. Atachemsha miti hii na kumpa mama dozi ya kumaliza nguvu dawa za upangaji uzazi. Kwa kama hii amechamusha yote ya sufuria, amechamusha yote, ameweka daudau hii mama hii ya seda, ameweka klasi moja, saa sa moja saa sita saa kumi kila siku lenyani kama maisha ikutena. Ni jamii ambazo hazitaki kabisa kusikia mambo ya kigeni, hususani kupata idadi ndogo ya watoto. Waliposikia jina la kitu kama kondomu na hata serikali kujaribu kufanya kampeni ya eneo hili, <laughs> walisema hiyo ni mbinu ya jamii za nje ya kupunguza idadi ya jamii yao. Kuturi, nawahi kusikia wakisema ldu ya kwamba hiyo uh, uh, yu mpira iko chabanga, lakini hapa hawajawahi kuona na hawajawahi kutumia. <laughs> <laughs> na amesikia pia hiyo mpira yu, mtu akivaa, ake mwanamke, ina mtu akivaa akienda na mwanamke huwa inabaki huko pengine, iko mwanaume ako na nguvu akitumia inabaki huko sasa. Hawajawahi kutumia hapa kwa hii kijiji nalema, au kwa hii mahali wanaishi. Mimi niko hospitali. Najua ninaona ninaona lakini naona tu sijui anafungua na mimi na gari naona tu hii kitu naita kondo e. e. sijui nikufanya nini. <laughs> ni swali lisilokaribishwa hata na wanawake. Pauline Kilong mwenye umri wa miaka kumi na nane, mke wa pili na mama wa watoto wawili, mume wake alipowasili na kondomu hapa alikuwa mwenye pingamizi nyingi. Kwake hiyo ni tabia ya kizungu Mzee yangu ilete kwando hapa, kwando kwando mililete na wazungu huko akapewa, mzee yangu akaleta mpaka hapa nyumbani. Sasa mimi nikakuta hapa, nikapeleka moto, nikachoma. Ni wanawake watoka ufanya kila mbinu kuokoa uzazi wao. Purity Mwambia, KTN Leo, makala Chovya Chovya la Uzazi.